Kwa majina naitwa Donnard Ndaro Protas, wakazi wa kata ya Kitangiri, awali nilikuwa diwani wa chama cha mapinduzi elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano lakini kwa uchaguzi mkuu huu wa rais wa bunge na madiwani nilihamia chama cha ACT Wazalendo na nikagombea huko kwa nafasi ya udiwani na Mungu amejalia, sasa mimi ni diwani mteule chama cha Wazalendo kupitia kata ya Kitangiri. Nachoweza kuwaomba wananchi wa kata yetu ya Kitangiri kwa sasa, tayari mimi ndiye diwani mteule, na hapa tunasubiri hatua tu ya uapisho, ili tuweze kuanza kazi za kuijenga kata yetu ya Kitangiri, lakini pia halmashauri yetu ya Ilemela. Kwa hiyo naomba sana wananchi, naomba sana wanachama wa vyama vya siasa ndani ya kata yetu, wakiwemo wana CCM, wakiwemo wana Chadema, wana TLP wana NRD lakini pia na wana ST Wazalendo na wapenzi wote kwa ujumla. Siasa zimekwisha, sasa tunapaswa kujenga kata yetu Kitangiri. Wananchi wote ndani ya kata wataongozwa na diwani kwa tutashirikiana kwa pamoja. Sasa siasa inakaa pembeni. Sasa ni kuiletea kata yetu Kitangiri maendeleo. Lakini namuomba Mungu pia baada ya kuapishwa nitatoa tena ahadi yangu ambayo nitaianza. Nimeahidi safari hii pia naongeza huduma kwa wale wote watoto yatima, wananchi wenye asili ya albino, nao tutawahudumia uniform kuanzia primary mpaka sekondari. Nitafanya takwimu, nipate takwimu halisi ya namba ya watoto hao ambao ni yatima, lakini na hao wenye asili ya albinism. Nitajitahidi kuwahudumia uniform. Kwa hiyo namwomba Mungu anijalie kwenye hiyo engo nirudishe fadhila nitoe sadaka kwa Mungu wangu. Naamini pamoja na wananchi kunichagua lakini Mungu ndiye aliyowafanya wanichague. Kwa hiyo lazima nitoe sadaka kwa eneo hilo. Kwa sasa hivi tayari nimeshakabidhiwa cheti cha kuteuliwa kuwa diwani. Sasa hivi mimi ni diwani mteule na nachosubiri hapa tu ni kutekeleza sheria ya uapisho. Kwa hiyo nikishaapishwa sasa kwa mujibu wa sheria ndio nitaanza majukumu yangu ya kwa nafasi ya diwani. Kwa hiyo nazidi kusisitiza wananchi, tuko pamoja, tumekushapata diwani. Sasa hivi makundi yote ya vyama yanavunjika. tunakuwa sasa kata. UCCM U ACT Uchadema unafutika. Sasa hivi ni kata ya Kitangiri na maendeleo yatakayokuja hapa hatakuwa na ubaguzi wa mazingira au wa maeneo mbalimbali, kwamba hii ni wana CCM au hii ni wana ACT. Maendeleo yanokuja hapa ni ya wananchi na huduma tutakazokuwa tunazitoa ni za wananchi. Kwa hiyo wananchi wawe na imani, wanasema diwani wa upinzani hawezi kuleta maendeleo. So, sio kweli diwani ni diwani na kazi zake ni zile zile. Maendeleo yanaletwa kwenye kata kupitia tozo na kodi mbalimbali mbali. Kata ya Kitangiri inalipa kodi na tozo mbalimbali. Ni jukumu la halmashauri kuleta maendeleo kupitia tozo hizo.